Tumeingia katika mwezi wa Juni. Utukufu wote uwe kwa Mungu kwa kutufikisha hapa. Huu si mwezi wa sita tu, ni mahali patakatifu pa mageuko ambapo tafakari hukutana na mwendo. Ni wakati wa kusimama, kupumua na kutambua jinsi neema ya Mungu ilivyotuleta mbali. Tumesimama mahali pa mabadiliko, mahali ambapo tuna kusudi la kuona utimilifu wa ahadi za Bwana kwetu. Sasa tuko hapa kwa sababu tumechaguliwa kwa ajili ya jambo takatifu na lenye maana. Acha maombi hii ya kila siku ya mwezi huu wa Juni iwe zaidi ya maneno, iwe tamko la imani, chanzo cha nguvu na chemichemi ya faraja rohoni mwako. Unapoomba kwa bidii na uthabiti, utashuhudia uaminifu wa Mungu ukidhihirika kwa njia binafsi, ukileta upenyo, urejesho na utoaji wa Mungu utaanza pia kupata ukaribu wa ndani zaidi na Mungu, ukiamini kuwa mpango wake kamilifu unaendelea kufanya kazi katika maisha yako, hata zaidi ya kile unachoweza kuona au kufikiria. Ninakuhimiza uisikilize sala hii hadi mwisho na uiombe kila siku katika mwezi huu wa Juni. Isaya 40:31 inasema, wale wa mtumainiayo Bwana watapata nguvu mpya watapanda juu kwa mabawa kama tai, watakimbia mbio wala hawatachoka, watakwenda wala hawatazimia. Andiko hilo halihusu subira tu, bali ni mabadilishano ya Mungu: udhaifu wako iwe nguvu zake, uchovu wako iwe uwezo wake, utulivu wako uwe mwelekeo wake. Wengi wetu tunaweza hisi kana kwamba tumekwama, hatusongi wakati dunia inaendelea mbele, lakini katika mwezi huu mpya wa Juni Mungu anatukumbusha kwamba alikuwa anatutayarisha sio kutuadhibu. Alikuwa akijenga kitu ndani yetu, hakuwa akitupuuza. Juni si mwezi mwingine tu, ni amri mpya kutoka kwa Mungu baba yetu, kwa jina la Yesu. Mwezi huu ni wito wa kuinuka, wito wa kumtumaini Mungu kwa kina, wito wa kutembea kwa mpango wa Mungu. Mambo uliyovumilia hayajasahaulika Maombi uliokutia uchungu ukiwa umejaa machozi hayajapotea. Utii wako wa siri uko karibu kuzaa matunda ya hadharani. Mungu hulipa uaminifu, Mungu huheshimu uvumilivu. Umetembea katika nyakati ngumu, unajiuliza kama ahadi ya Mungu kwako itatimia, lakini kuchelewa haifuti hatima yako. Kinakusafisha, kukufanya makini zaidi na kulikuza utambuzi wako wa rohoni. Simama kwa imani nami, ukiamini kwamba huu ndio mwezi ambapo Mungu anaanza kupangilia yaliyoonekana yamevurugwa, ambapo yeye anazungumza kwa uwazi kuhusu maswali yaliyokawia, ambapo utii unafungua baraka na kibali cha Mungu. Wakorintho wa pili, mlango wa tano hadi saba yatukumbusha kwa maana twaenda kwa imani si kwa kuona. Tunakuwa kwa ujasiri zaidi, sahihi zaidi wenye uhakika zaidi, si kwa kujitegemea bali kwa neno lisilotikisika la Mungu. Unapohitaji amani, uwazi na ujasiri, Mungu anatoa vyote vitatu. Anafanya mambo yaliyoonekana magumu kuwa rahisi, ananyamazisha sauti zilizozua machanganyiko, anaweka miguu yako juu ya mwamba imara. Kila mara ulikuwa karibu kukata tamaa, lakini hukufanya hivyo. Mungu aliona kila mara ulipochagua sala badala ya hofu, Mungu alitabasamu. Kila mara uliamini bila kuona, mizizi yako ilizama zaidi. Sasa katika mwezi huu wa Juni, mizizi yako iko tayari kuhimili matunda. Huu ni wakati mtakatifu, ni kipindi cha udhihirisho wa kusudi la Mungu katika maisha yako kwa jina la Yesu utaona mwendo wa Mungu, si kwa sababu uliusukuma wala kwa sababu uliustahili, bali kwa sababu Mungu aliahidi, na akiahidi anatenda. Wafilipi 1:6 yasema nami nimesadiki ya kuwa yeye alianza kazi njema ndani yenu ataiendeleza hata ikamilike siku ya Kristo Yesu. Mungu haachi kazi yake nusu, hukamilisha kila alichokianza. Hujasahaulika katika mkanganyiko wa wakati, hujapotea katika wingi wa maombi kwa Mungu. Unaonekana, unajulikana, unapendwa. Katika mwezi huu wa Juni mambo yataanza kufunguka: fursa, mazungumzo, milango isiyo na vipini. Lakini uwe na hekima, kumbuka, si kila mlango uliofunguliwa ni wa Mungu. Muombe Mungu upanuzi, wakati mwafaka, na uongozi wa Roho Mtakatifu. Usikimbilie kila kinachong'aa. Kimbilia, kimbilia, kimbilia utukufu wake kwanza, kimbilia amani, kimbilia kusudi. Tusimame kwa imani tukitangaza kuwa upako mpya unatolewa kwa ajili ya kazi yako, furaha mpya kwa maisha yako, mikakati mipya kwa mipango yako, na nguvu mpya juu ya wito wako. Juni uwe mwezi wa kujengwa upya kwa ujasiri wako, wa kuwashwa tena kwa maono yako, wa sala na ibada kuwa silaha za vita. Kwa jina la Yesu, tunatangaza uzima katika maeneo yaliyotupu. Nena uponyaji katika anga yako. Ita vitu ambavyo Mungu tayari ameahidi. Hujapokoniwa mamlaka, hujakwama, hujachelewa. Huu ni wakati wako wa imani inayoendelea, si ya haraka bali ya uongozaji wa roho. Utakuwa kwa namna tofauti mwezi huu. Sio kwa hofu bali kwa idhini ya Mungu. Anakupa ruhusa ya kukua, kupumzika, kupanuka, kuamini tena, kutumaini tena na kujaribu tena. Tumtumaini Mungu kwa ukamilifu tukitarajia hekima mpya kutolewa mwezi huu wa Juni. Msimu huu na uwe na alama ya uwazi wa Mungu, unyenyekevu na moto wa kiungu. Moto unaoteketeza hofu, unaofunua mazuri yaliyofichika na kusafisha na kukuweka mahali sahihi. Kuwa na moyo nyenyekevu, mikono wazi, ya angeze macho yako kwa Yesu Kristo anayetangulia mbele zako. Beba neno la Mungu Nalo litakubeba wewe. Kwa jina la Yesu, kwa mapenzi ya Mungu Baba, Juni haitakuwa mwezi mwingine tu, utakuwa mwanzo mpya, ahadi za Mungu, uamsho mtakatifu, mgeuko wa wazi na kuinuka kwa utulivu. Kwa wote mnaosikia sauti yangu, twende basi kwa Baba yetu aliye mbinguni kwa sala. Sikiliza au sema nami sala hii kwa imani. Unaweza pia kuiacha ikicheza kila siku unapoomba. Simama kwa imani na usikate tamaa, na tazama jinsi Mungu atakavyotenda maajabu katika maisha yako. Sikiliza sala hii ya Juni nyumbani, garini au popote ulipo. Naomba upokee baraka zote za maombi haya. Basi tuombe. Mungu wetu mwenye neema na rehema, Baba wa mbinguni, Mungu wa mbingu na nchi wewe ni kimbilio langu na nguvu yangu. Wewe ni yule anayeongea, na uumbaji hutii. Wewe hutawala kwa utukufu na nguvu. Wewe peke yako wastahili sifa, heshima na mamlaka milele. Wewe ndiye mwandishi wa siku, mlinzi wa wakati na mkuu wa amani yangu. Asante kwa kuniruhusu kuingia katika mwezi huu mpya wa Juni. Asante kwa pumzi ndani ya mapafu yangu, kwa kusudi ndani ya roho yangu na kwa rehema zako zilizoniamsha leo. Asante kwa kutoniondokea hata nilipokuwa karibu kujitoa. O oh, asante kwa kunilinda, kunifunika na kunizunguka kwa neema yako. Nisamehe Bwana kwa kila wazo nililolikaribisha lililopinga muda wako. Nioshe kutoka katika kila dhambi niliyoisema, niliyoiwaza au niliyokubaliana nayo. Natubu kwa kutilia shaka neno lako na kwa kuweka tumaini langu katika vitu vinavyoshindwa. Na achilia kila mtu aliyenitenda dhambi au kuniumiza, na achilia uchungu wote na kinyongo. Oh, Baba, naiweka Juni mikononi mwako. Acha mwendo wa kiungu upitie kila sehemu ya maisha yangu. Acha kilichokwama kianze kusonga. Acha maeneo makavu yapokee mvua. Acha milango iliyofungwa bila sababu ifunguliwe kwa kibali chako. Kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza na kutamka kwamba sitachelewa tena kwa kazi ya Bwana. Natangaza upenyo juu ya kila eneo lililokuwa limekwama. Nakemea kila roho ya kusitasita na kupinga agenda lako kwangu. Ninatangaza upako mpya juu ya mwito wangu. Bwana, futa kila shambulio dhidi ya maisha yangu, acha mkakati wako uachiliwe kwangu sasa. Acha kazi ya mikono yangu iwe na matunda. Acha hekima na imani viongezeke kila siku. Sitakuwa tena nikisukumwa na hisia, bali na uongozi wako. Umeniumba nitembee kwa nguvu, kwa upendo na akili timamu. Kwa jina la Yesu Kristo, nakemea kila uongo unaosema nimechelewa au nimekosa hatima yangu. Natangaza kuwa hatua zangu zinaongozwa na wewe, e Bwana. Acha kila mbegu niliyoipanda ianze kuota kwa furaha. Acha kile nilichoomba kwa siri kithibitishwe wazi. Acha kibali chako kizunguke maisha yangu kama ngao. Acha neema yako izidi pale aibu ilijaribu kuishi. Baba, naomba hekima katika kila uamuzi, ufahamu katika kila uhusiano, amani katika kila wakati, ujasiri katika kila fursa naomba uponyaji na urejesho kutoka kichwani hadi nyayo za miguu yangu. Mungu mkuu, acha mwili wangu uambatane na neno lako la uponyaji. Acha mawazo yangu yajazwe na ukweli wako. Acha majeraha ya zamani yavundwe na amani yako ichukue nafasi. Kwa jina la Yesu nakemea kila ugonjwa na maradhi, kuvimba, uchovu, mkanganyiko na mateso ya kiakili. Ninatangaza urejesho kwa kila mfumo kiungo, seli na tishu katika mwili wangu. Na itangaza afya ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Uponyaji unapita ndani yangu sasa. Mungu mwenye nguvu, rudisha nyuma kila shambulio la kipepo lililotumwa kudhoofisha imani yangu. Vunja kila mshale uliolenga furaha yangu, umakini wangu au familia yangu. Acha uovu usipate nafasi katika anga yangu. Acha giza lisiingie katika nuru yangu. Najificha chini ya kivuli chako Baba yangu, napumzika chini ya mabawa yako. Wape malaika wako maagizo kunilinda usiku na mchana. Acha kila ajenda ya uovu ishindwe kabla haijaanza. Nyumba yangu iwe mahali pa amani. Chumba changu kijazwe na sifa kwako Baba na kuomba unibariki na unipanulie ya mipaka yangu ubariki kazi ya mikono yangu, ubariki matamanio ya moyo wangu yanayolingana na mapenzi yako, ubariki mawazo yangu kwa ubunifu na umakinifu, ubariki maneno yangu kwa hekima na uzito, ubariki maamuzi yangu kwa wakati na neema. Yehova Jire, acha upenyo wa kifedha uje kutoka sehemu zisizotarajiwa, rasilimali zinisongee, utoaji ukatoke na ukidhi kila hitaji langu nisikose chochote ninachohitaji kutimiza ulichoniitia. Wafunike wapendwa wangu kwa baraka zote nilizoziomba. Wazunguke kwa kibali chako, wazunguke na amani yako. Nyumba zao zilindwe, afya yao ihifadhiwe, mioyo yao ibaki laini mbele zako. Acha furaha yako irudi kwa kila roho iliyochoka acha urejesho uje katika kila eneo lililovunjika Bwana, nakuomba unyoshe mkono wako na kutenda lisilowezekana katika maisha yangu. Ushahidi wa mkono wako uonekane juu ya mwezi huu wa Juni, uinuliwe na maombi yaliyopata majibu, upigwe mbiu ya uponyaji, wa urejesho na ushindi. Ninapokuja mbele zako leo nikiamini kwa ajili ya upenyo, ninasimama kwa imani na kutangaza kwamba kila kuchelewa umevunjwa kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, niongoze katika kila hatua, unipe ukweli zaidi na niingie kwa kusudi la Mungu. Kwa jina la Yesu nadai uponyaji kamili, nadai uwazi wa kimungu. Bwana, nashukuru kwa milango iliyo wazi, nashukuru kwa nguvu ya kupita ndani yake, na kuomba unifunike na unilinde dhidi ya madhara yanayoonekana na yasiyoonekana. Ni hifadhi dhidi ya yasiyotegemewa. Linda amani yangu, hifadhi furaha yangu, kwa kuwa ufalme nguvu na utukufu ni wako, milele na milele. Asante Bwana kwa kusikia na kujibu sala yangu, kwa jina kuu la Yesu ninaomba na kuamini.